Assalamu alaikum na karibu katika kudukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania leo ni tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025. 25, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne, kwa hiyo mkunjufu kabisa ni kualike kunakudukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzeina na hii ni Toka Zamani TV.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 wabunge mpongeza udhibiti, wachochea vurugu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika Ulega mwendokasi wazembe, imetosha habari katika ukurasa wa pili. Wanaosambaza picha za watoto kikangoni, habari katika ukurasa wa nane. Ma RC, ma DC waagizwa kulinda amani, habari katika ukurasa wa saba. Tanzania Japan kukuza biashara a uwekezaji, maajaliwa ashuhudia hati sita za ushirikiano zikisainiwa. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Yuskaf yawasha minara 682, milioni 8.5 wafikiwa. Habari katika ukurasa wa 21. Sita mbaroni tuhuma kukutwa na meno ya tembo. Habari katika ukurasa Badru, wa 20. Badru adeuliwa NCAA, bosi Azania kuongoza PSSSF. Habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wanaharakati sasa wavuruga wabunge. Nukuu za wabunge mbalimbali zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, tukianza na ile ya Elbariki Kingu ikisema Tanzania haina ugomvi na marais wanaokuja kwenye taifa hili ikiwamo Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Sudan wala DRC Congo, bali shida yetu tunataka kulinda umoja, mshikamano uliopo, ili watu wengine wasije kuvuruga amani yetu. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Lakini pia nukuu ya Msukuma anasema, na hili tunalisema si kwa wanaharakati kutoka nje tu, lakini hata hapa nchini. Kama kuna mtu anaonekana kutaka kuvuruga amani ya nchi akamatwe mara moja na kuwekwa ndani. Jesca Msambatavangu amesema Tanzania bado ni kisiwa cha amani. Hao wanaotutukana majukwaani na kwenye mitandao ya wa kijamii, wangepata matatizo, wao ndio wa kwanza kutegemea wakimbilie Tanzania. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili imeandika sekeseke, saa kumi na nane, hitilafu ya umeme Muhimbili haikuwa rahisi kwa baadhi ya wagonjwa waliokuwa wamelazwa katika jengo la watoto na wenye matatizo ya figo wa hospitali ya taifa ya Muhimbili kuvumilia hali hiyo, wengine walikosa matibabu kwa wakati na kulazimika. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano. Bashungwa gosi ya ajira mpya, polisi, magereza, habari katika ukurasa wa nne. Gazeti limeandika tunaitangaza Tanzania, waziri mkuu Kasim Majaliwa akizindua jarida linaloeleza fursa za uwekezaji Zanzibar lililoandaliwa na chama cha wafanyabiashara Zanzibar alipofungua kongamano la biashara uwekezaji na utalii kati ya Tanzania na Japan kwenye ukumbi wa hoteli ya Westen Osaka, Japan. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika chagulaga inavyofifisha ndoto za mabinti kielimu Katavi, wakati mwelekeo wa taifa sasa ni kuhakikisha kila Mtanzania anapata elimu ujuzi, ili kumwezesha kikamilifu kwenye shughuli za kujenga uchumi, hali ni tofauti katika halmashauri ya Mpimbwe. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na mbili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye la w, habari iliyopewa kipaumbele ni mbunge awashukia vikali wanaharakati kutoka Kenya anaga vyombo vya ulinzi na usalama visikubali watu waje kuharibu nchi. Habari kamili ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Ulege wa kali ya koni wa kandarasi wa zembe, habari katika ukurasa nne. Serikali yaagiza TRA kufanya msako mipakani, habari katika ukurasa nne wa gazeti hili. NEMC yafanya msako wa viwanda kumi na tano vya plastiki, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini vya gazeti majira limeandika Biteko, serikali inatambua mchango wa taula nchini. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Soko la nyama choma neema jira mia mbili thelathini na mbili. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa kumi na nane. Trump hairisha ushuru wa asilimia hamsini kwa Ulaya. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Thabo Mbeki anavyosisitiza umuhimu wa utekelezaji wa mikakati maono na sera Afrika habari katika ukurasa wa 12 hadi ukurasa 13. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, na gazeti Nipashe mwanga wa jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni askari wapya 7,600 kuajiriwa. Ufungu la wizara ya mambo ya ndani laongezwa kwa asilimia ishirini na moja. Kamera 1,400 kufungwa mijini, msongamano wa magerezani wapungua uhalifu mtandaoni washuka kwa asilimia kumi na tatu nukta tano ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili gazeti hili limeandika, Ulega ajapisa kupambana na wakandarasi wa zembe. Habari katika ukurasa nne ilani ya uchaguzi karibu mkuu mpya mjadala mkutano wa CCM. Habari katika ukurasa wa tatu wabunge wacharuka, wanaharakati Afrika Mashariki wasiingilie Tanzania. Habari katika ukurasa wa tatu lakini gazeti hili limeandika kada chauma agada uteuzi wa nafasi nyeti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali yaonya onya kutoa kusaidia kutoa mimba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti so Nipashe mwanga jamii. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Nalo gazeti ya Jamhuri mikononi wangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni waziri wa zamani adobo siri nzito. Habari katika ukurasa wa pili mafanikio ya sekta ya madini miaka minne ya serikali ya rais Samia yachangia asilimia kumi nukta moja pato la taifa. Masoko na vituo vya ununuzi madini vyaongezeka. Serikali yafuta leseni ya maombi 2648 kwa ajili ya kuwezesha wachimbaji wadogo. BOT yanunua kilo elfu tatu na sitini na moja sawa na tani tatu nukta sita moja za dhahabu kwa shilingi bilioni mia saba na mbili nukta tatu ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na mbili. Maji bado janga, mradi ulipaswa kukabidhiwa Aprili mwaka huu umekamilika kwa asilimia arobaini na moja tu, habari ni katika ukurasa wa tano. Lakini pia gazeti hili limeandika sera mpya ni ufunguo wa maendeleo, habari katika ukurasa wa saba. Sheria, gazeti hili limeandika usimwamini wakili, fuatilia kesi yako, habari katika ukurasa wa ishirini na moja mtifuano wa tiania ubunge CCM Bunda, habari katika ukurasa wa tano. Mwangwi wa CHADEMA kas waibuka Ulaya, habari katika ukurasa wa kumi na nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Jamhuri katika ukurasa wake wa mbele. Lakini pia gazeti hili michezo likiandika simba ijipange upya, habari picha inamuonyesha rais wa Zanzibar dr Husein Hussein Ali mwinya na rais wa CAF Patrice Motsepe wakiovisha medali wachezaji wa Simba Sports Club, undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri lenye kusema tunaanzia wanapoishia wengine. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele, tutaendelea kuwatafutia fursa wafanya biashara. Majali wa muungano ulindwe, usipotoshwe, hamisi ya habari katika ukurasa wa tatu. Hakuna mwanafunzi anayenyanyaswa utoaji wa mikopo waziri Lela. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Serikali kuhamasisha ushiriki wa afya ya uzazi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika TAMWA Zanzibar ya watunza wanahabari bora, habari katika ukurasa so, wa tatu. Hichilema atoa wito wa mashirikiano kwa Afrika, habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Habari picha inamwonyesha mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM kilichofanyika mkoani Dodoma. Wa pili kushoto ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar Dr Hussein Ali Mwinyi. Nalo gazeti Uhuru kweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wageni wenye viashiria vya uhalifu, onyo kali. Serikali imesema wageni wachache wanaokuja kwa nia ovu watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Wabunge wacharuka, wasema taifa halitagawanywa na wanaharakati wanaotaka kuhatarisha amani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa Samia wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika Biteko asema Rais Samia muumini wa upendo wa amani, habari katika ukurasa wa pili. Majali wa Tanzania Japan kukuza biashara kimataifa, habari katika ukurasa wa tatu. Wadumishi wapya elfu tisa kuajiriwa kada ya afya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano. Mahakama yataifisha gari lililobeba wahamiaji haramu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa lakini pia gazeti hili imeandika waziri Ulega agoleza moto kwa wakandarasi wazembe, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rais Dr Samia teua busi mpya Ngorongoro PSSF, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika Fado, tulieni, tunarudi imara kilichoiponza Simba iki hapa Mutale atajwa ares Berkane. Habari katika ukurasa wa pili wa kumi na mbili pamoja na ukurasa wa kumi na tatu Matokeo ya mchezo kati ya Simba dhidi ya Berkane wa mkondo wa pili moja moja, aggregate ikiwa ni goli tatu kwa moja. Gazeti hili limeandika mwamuzi refa Dohan Beida kutoka Mauritania amebebeshwa lawama kutokana na kadi nyekundu aliyotoa kwa Mkapa. Ndio uwanja wenye matokeo mazuri kwa Simba katika michuano ya kimataifa tangu iliporudi kuanza msimu wa mwaka elfu mbili kumi na nane elfu mbili kumi na tisa. Mbinu kiufundi katika mechi ya marudiano, Simba ilicheza tofauti kimbinu na ilivyokuwa ugenini. Ukali wa Berkane, Berkane imepoteza mechi moja pekee ya kafu msimu huu ikishinda mechi kumi na moja na sare mbili undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili kumi na mbili pamoja na ukurasa wa kumi na tatu gazeti limeandika fei toto aingiza vitani mabosi habari ni katika kurasa za ndani tpl kesho jumatano ni simba dhidi ya singida black stars saa kumi kamili jioni kmc complex na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili pata nakala yako soma kwa undani zaidi magazeti ya habari habari za michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika usajili refa vya tajwa simba kushindwa, habari katika kurasa za ndani. Msajili ashikilia hatima ya, ya uchaguzi rt, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mbeya City yabania ligi kuu, ndani wa katika kurasa za ndani, gazeti likiandika wanyama afikiria kurejea Harambee Stars, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili simba yatoa wanne bora shirikisho habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hiyo ndivyo limeandika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma, na gazeti Habari Leo linakamilisha nukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.